Tarehe 27 Mei 2021 Dubai falme za Kiarabu Mkutano mkuu wa blockchain anajulikana eh, kama mwanzilishi wa Trust takriban milioni 150 wanaotumia sarafu za kidijitali ni hesabu tu ni njia tu ya kuwasiliana na unadhani serikali zitaweza kuzuia hilo sawa Viongozi wa sekta ya kripto, masheik, watu mashuhuri kutoka dunia ya fedha kwenye Yume walizungumza kuhusu udhibiti wa serikali, wakijadili fursa za kuingiza kwenye mifumo ya malipo. Tunaelekea kwenye uendelezaji wa viwanda wa uaminifu. Tatizo gani linatatua, na je, ni kitu kitakachofanya maisha ya watu kuwa bora? Msingi imara uliwekwa kwa ajili ya kukuza mfumo wa ikolojia wa blockchain wa Yume. Sio kusema e hapana, lakini tunapaswa kusema e vipi. Tunataka teknolojia yetu iwe wazi kabisa na salama. Tumeshusha tume hadi zero kabisa. Nadhani sisi ni tunaweza kuwa kijani zaidi. Kuu blockchain karibu ni kuwaokoa watu binafsi kutoka katika mfumo wetu wetu hatari wa kifedha, mfumo wa fedha unaohamisha mali kutoka kwa maskini na watu wa tabaka la kati kwenda kwa matajiri ili tuweze kujenga ulimwengu bora. Ni kama mfumo wa zamani hauna chaguo, inapaswa kuboreshwa. Ufunguo ni katika kila mmoja wenu.